Kile anajua ni kwamba hatupeani tu kwa wale individuals but kuna vikundi. Kwa mfano kama hapa kuna wale tunaita waste, wale waste speakers ambao tuna recognize wao wanaruhusiwa kufanya nini kukusanya takataka na kufanya mambo ya segregation. Kwa hivyo nitamruhusu mwenzangu Peter awelezee zile, zile procedures ambazo yafaa mtu yote ambaye na... mimi najulikana kama Peter, Peter Madhea, na hasa mimi pia nasimamia mambo ya kimazingira wakati tunasaidia kitu inaitwa environmental safeguard. Na iwapo kuna mtu yoyote mwenye ako nia ya kufanya hii kazi ya takataka, kitu cha kwanza sheria inatakana akuwe ako registered kama mtu tunaita waste service provider. Huyu waste service provider anatakana ya kwanza akipata akuwe kama ni kampuni yako, naye atajiunga na kikundi ambacho tunaita association, jinsi ya kuwaleta pamoja watu wote wenye wanahusika na mambo ya uchafu ni kuhakikisha kwamba wakati unafanya kazi unajulikana, unafanya kazi na unafanyia wapi. Kutoka hapo utakuja kwa ofisi, na hapa kuna ofisi kama tatu zenye zinatakana kukukiria, ndio for you to work in that particular sector. Kitu cha kwanza, kama unabeba uchafu na unataka kutumia gari yako kubeba uchafu, lazima uende kwa idara ya NEMA, inaitwa National Environment Management Authority, au watakulicense, wataangalia gari yako kwa confirm hiyo gari inaweza fanya hiyo kazi yenye inatakana kufanya, na hiyo gari lazima ikuwe properly labeled ndio ijulikane kazi yake ni mambo ya takataka. Ukitoka kwa NEMA ukipata hiyo permit, ndio utakuja kwa ofisi ya municipality, Kakamega municipality office. Pia wataangalia kuna ile kibali yenye watakupatia ndio ukuwe kwa database yao, atuwe ni muhusika wa mambo ya uchafu kama uko within the municipality. Lakini kwa sababu unaweza kuwa uko outside the municipality na tunaongelea kaunti nzima, unatakana ukuje kwa department of environment mahali pale utaregister utapeana your expression of interest, useme hivi ndio nataka kufanya, to confirm umeti na umehitimu yenye neema inahitaji. Kutoka hapo sasa ndio pia tutakupea kibali, alafu wakati unapewa hiyo kibali lazima hiyo kibali iseme hiyo uchafu yako utakuwa unabeba kutoka wapi na utakuwa unapeleka wapi, na mahali penye utapeleka lazima ikuwe ni mahali penye tunasema designated by county government. So, kama hapa, sana sana huwa tunatumia rosterman lakini venye tunaendelea, tutaendelea tukikuwa na vitu tunaita mini uh, material recovery facilities uh, material recovery facility pia ni mahali penye uchafu inapelekwa kama imeshatenganishwa, ndio at least wale watu wenye wanaweza itumia baadaye wanaweza kuja hapo, alafu wanachukua ile kitego ya uchafu yenye huwa wanahitaji. So in a nutshell, hiyo ndio procedure uweze tu kuamka na uanze kufanya kazi ya uchafu. Lakini kuna watu wenye tuko nao already kwa hiyo association, that's why tunatembea na wao, at least ndio ijulikane ya kwamba Apart from county government kuna watu wengine wenye tunaita private waste handlers ambao wako registered na county government kufanya hiyo kazi ya usafi, na hiyo ndio kazi hivyo, ndio hiyo ndio procedure yenye inafuatwa. Asante. Thank you.